Amependeza. Eh e, wapi na miwani? Atakwenda kutuambia mawili matatu kuhusu jambo ambalo alilifanya na alifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Mimi nataka kusema asilimia mia moja. Amen. Ah, tuambie bila kupoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Jina lako nani? Kwa majina yangu naitwa Janeth Kahembe, ni mtumishi wa Mungu na mtumikia Mungu na mtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Watanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Wanakutazama kupitia makono promotion paiza na paiza, waimbaji ndani ya nchi na nje ya nchi. Ama kwa kweli inakuja kwa kasi kubwa sana kwa umahiri yeah. Wanahitaji wana kusikia habari za tamasha lako baada ya kulimaliza sasa, na sasa unaelekea wapi? Ah, kwa kweli, kwanza mimi namshukuru Mungu, nilimaliza salama, ndio sababu tulianza maandalizi nadhani kuanzia mwaka jana mwezi wa 10 na tulikuwa bega kwa bega na makomo makono promotion, paiza. Mlikuwa bega kwa bega na mimi tulili promote sana pia, pamoja na vyombo vya habari vingine vyote, tulivipromote ili tamasha kwa viwango vya juu sana, na Mungu akatusaidia, hatimaye siku ikafika. Wanasema hayawi hayawi, hatimaye yakawa, na tukamwona Mungu kwa viwango vya juu kwa kweli. Nilimuona Mungu kwa viwango ambavyo sikutarajia. Kwanza kwa hilo namshukuru Mungu sana, na niwashukuru wote wote mliohusika, lakini akijaishia kwenye uzinduzi kwamba baada ya kufanya uzinduzi, ni kweli nimefanikiwa, sasa imetosha? Hapana, ila ile imekuwa ni kama chachu ya kumtumikia Mungu zaidi mm. sasa hivi, sasa nimejikita zaidi kwanza, tayari nimeshaanza kupata nyimbo mpya, Mungu ameshaanza kunipa maono ya nyimbo mpya najiandaa mm. tukwenda kwenda studio, na nikuambie tu msikilizaji wangu jiandae kwa, mbitu, jiwangu, kwa zaidi. Mtazama. Mtazama. E, yes, mm. Asante mtazamaji wangu jiandae kwa vitu vizuri zaidi hata ya vilivyopita na venye utukufu mkubwa zaidi. Na pia nimejiandaa kwa ajili ya kupromote hizo nyimbo kwa sababu ni kweli nyimbo ni nzuri, zinabariki watu, lakini bado hazijafikia nje, kundi lote la watu, inatakiwa nyimbo zinatakiwa zifike dunia nzima. Kwa hiyo sasa hivi niko kwenye promotion, kwa maana nimekuja makono promotion. Ea, ni kwa ajili ya kuendelea kupromote nyimbo zangu na kuambia tu ndugu mtazamaji, nenda YouTube. Nenda kwenye platform zote napatikana, napatikana Facebook, napatikana WhatsApp, napatikana TikTok, napatikana Instagram, napatikana Instagram, napatikana Audio boom, Mack, Boomplay. Yani platform zaidi ya mia na ishirini, ukiandika Janeth Kahembe kumbuka ile Janeth ina TH pale mwisho Utanipata, utapata nyimbo zangu, utaendelea kubarikiwa. Pia katika vyombo mbalimbali vya habari, nyimbo zangu zinachezwa kwenye radio sana, zinachezwa kwenye televisheni nyingi. Kwa hiyo utaendelea kubarikiwa, na sasa hivi naendelea kwenda kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Nawashukuru sana waandishi wa habari, nikianza na Makono Promotion, Faiza, kwa kweli nawashukuru sana, mmekuwa na mimi bega kwa bega, ndiyo maana nyimbo zangu zinafika mbali, niseme tu hilo. Asante watazamaji, mm. wa Makono Promotion mm. wangetaka kufahamu mm. kama je, ndio wewe ulioimba ule ule ule wimbo wa nini Nijabe. nijaze ujazwe yes. mm. mm -hmm. nini japo na sasonangaika maisha maishaja neno lako ni mwanga wangu na dira yangu yangukiwaa